He, mwacha zako bana. Yaani, sitaki kuwa mwongo. Watu wengi wamekuwa wakisema wanataka, wanataka kamera kali iweze kufanya contents. Lakini nitoshe itoshe kusema kwamba simu za sasa hivi zina uwezo mkubwa wa kufanya contents. Nadhani na, na kitu ambacho watu wengi wanashindwa na mpaka wanaanza kusema kwamba wanahitaji kamera kuanza kufanya content, kwa sababu hawajui ni namna gani njia sahihi ya kuanza kutumia simu zao. Lakini niweza nikasema kwamba simu yako inatosha ya kufanya content na watu wakakuelewa. Na kwa nini sasa hivi fanya content sasa hivi? Kama, kama kama, kama, kama umefahamu sasa hivi kumekuwepo na ongezeko sana la watu kutengeneza maudhui ya mtandaoni. Na yote, na yote inatokana kwa sababu vitu vingi sana sana sasa hivi vimeamia katika upande wa kidijitali au nikimaanisha katika mambo ya simu na vitu vingine yaani, watu wengi wanakushu maudhui yao kupitia simu zao au katika vifaa vya kielektroniki. Na pia kumekuwa na ongezeko na uhitaji mkubwa wa maudhui, na tumeona, tumeweza kuona kwamba mpaka imefika point kwamba watu wanasimamisha watu wanakuza biashara bi, bi, bi, zao wanafahamika kupitia simu walizonazo. Hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo naweza nikashauri, kashauri kama unataka kuanza kufanya content, lakini kwa kutumia simu na uweze kupata matokeo ambayo ni mazuri sana. Kitu cha kwanza bidi, kwanza hakikisha kwamba una a sauti nzuri sana. Unaweza kuwa na kamera kali sana ila, kama sauti yako ni mbaya, hamna mtu atakusikiliza. Unasema kuna msemo unasema kwamba hivi, mtu anaweza akasamee sauti, mtu anaweza akasamee video ambayo ina quality mbaya, lakini ikawa na sauti nzuri, atasikiliza. Lakini hamna mtu ambaye anaweza akasamee video ambayo ina sound mbaya, hata kama video ina quality ya 8K, kama video ni mbaya katika upande wa sauti, hamna mtu atakayesikiliza. Kwa hiyo kuhakikisha kwa kwa kwamba invest katika mic nzuri, na sasa hivi kuna mic ambazo zimeshuka bei, mpaka sasa mic za 30 au 40 ambazo unaweza ku capture sauti ambayo ni nzuri, ni nzuri sana. unahitaji kuwa na na mic kubwa sana kama hii, unaweza kuanza na mic ya kawaida sana na ukapata content ambazo ni nzuri sana. Na kitu cha pili, kwanza make sure kwamba una stand. hakikisha kwamba invest katika stand, stand ya simu maana atutegemei kwamba utatengeneza video ambazo ni ndefu kama hizi za kuongea, umeshikilia simu mkononi hivi. Obvious video zinaonekana zina shake sana, so kitu ambacho unatakiwa ukiinvest ya pili ni stand ya simu. Nunua stand ya simu, stand ya simu. Sasa simu hizi zimeshuka bei mpaka 40 50, unapata stand ambayo ni nzuri sana. So make sure una invest katika stand. Kitu kingine ambacho ambacho, ambacho naweza kushauri uinvest ni mwanga. Hakikisha una invest katika mwanga unaweza ukashuti video zako katika, ukazishuti mchana. Nisema, kuna mwanga mwanga wa kutosha, lakini pia make sure kwamba sio sema bwana makelele mchana. jua lako unaweza ukaitumia mwanga wa jua kushuti video ambazo ni nzuri sana. Oh, unaweza ukainvest katika ring light, nimeshasema unaweza ukainvest katika ring light ukapata video ambazo ni nzuri. Kumbuka kwamba video ni mwanga. Hata kamera yoyote ambayo unaiona ina capture mwanga, ndio unaweza kuona video. Bila mwanga, huwezi kuona video yote ile So hakikisha una invest katika mwanga mzuri. Ukiwa na hivi vitu vitatu vinatosha kabisa, lakini kitu kingine cha mwisho ambacho ni cha msingi sana, content unazozizungumza. Unaweza kuwa na vifaa vyote vile ambavyo vinahitaji kufanya content, lakini kama maudhui ambayo unayafanya hayana hayawezi kumotivate mtu, hayawezi kumburudisha au haya, au hayawezi kumpa changam, kutatua changamoto fulani Obviously video yako haiwezi kuwa na mashiko yoyote vile. Lakini pia vitu vingine ambavyo ni vya kuongezea, lakini si vya lazima sana, background ya yako ambayo unashutia video, hakikisha kwamba kuna background nzuri ambayo inavutia. Si lazima iwe very complicated sana, unaweza ukatafuta hata mwanga, isiwe busy au isiwe na mambo amba so mengi ambayo ni unnecessary. Kitu ambacho utakiweka nyuma, hakikisha umekiweka intentionally kwamba kipo pale ku compliment video yako. Oh, unless otherwise tumia tu mweupe shoot video zako utaeleweka vizuri. Umeona si lazima una setup kubwa sana kuweza kueleweka au kusikilizika katika mitandao ya kijamii. Hakikisha kwamba maana ukuta wako ni mweupe, sauti capture vizuri, mwanga uwe vizuri na content tunazozungumzia ambazo zina mashiko. Uhitaji kuwa na vifaa vikubwa sana kufanya content. Kama utahitaji swali lolote, ni namna gani unaweza ukatengeneza content ambazo ni nzuri, au kama unataka kufikia hadhira ya watu wengi, lakini ujue ni kwa kupitia content, lakini ujue ni namna gani ufanye, make sure to subscribe the channel na ku like the video, ili uweze uweze kuwasaidia watu wengine kama wewe, ambao bado wanahangaika na namna gani unaweza kutengeneza content nzuri. Nitakusaidia, tutasaidiana na kufundishana vitu mbalimbali kuhusu na content. Kama una swali lolote kuhusu na namna gani unaweza kufanya kwanza kufanya content, au swali lolote nalo husiana na kutengeneza contents comment hapo chini, na nitazirudia katika video zangu zijazo. Sina mengi ya kusema, acha excuse na nanenda ukacreate video ambazo zitainspire entertain na kutatua matatizo na changamoto mbalimbali za watu. So till next time guys, bye bye.